25, majira ya saa nne, katika maeneo eneo la Kikuyu lililopo kata ya Kizota, tuliwakamata watuhumiwa wawili Thomas Pascari lakini stori Kimario. Hawa walikuwa wakisafirisha mafuta kwa kutumia gari lenyi namba ya usajili T mia mbili sabini na tatu BKB e, kuwasafirisha mafuta lita 2420 mia 4e za dizeli ambazo iliwekwa kwenye madumu 89 kinyume cha sheria. Haya mafuta yanadhaniwa kwamba ni mafuta ya wizi.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 silaha hizi ambazo nimezitaja zinatumika kwenye uhalifu wa makosa ya kuwania mali ikiwemo wizi na uvunjaji. Yes. Na hizi ndio risasi kumi na tatu ambazo ilikuwa zinatumika kwenye pistol hii. Hii ni magazine kwa hiyo